Katika taarifa za kusikitisha zilizotofikia hivi punde ni kwamba wachimbaji sita wamefariki dunia kwa kufukiwa na kifusi ndani ya mgodi wa dhahabu ulioko kijiji cha Mwakitolyo wilayani Shinyanga. Ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia Mei kumi na saba ishirini na tano wakati wachimbaji hao walipokuwa wakiendelea na kazi katika mgodi wa dhahabu unaomilikiwa na wawekezaji kutoka nchini China, ambapo wachimbaji 11 wameokolewa wakiwa hai na kukimbizwa hospitalini katika mkoa wa Shinyanga kwa matibabu. Akizungumza eneo la tukio leo Jumapili, Mei 18, 2025, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Anamlingi Macha amesema kati ya majeruhi kumi na moja waliokimbizwa hospitalini, mmoja tayari ameruhusiwa baada ya afya yake kuimarika, huku wengine kumi wakiendelea na matibabu. Macha amesema mili ya watu watano iliopolewa jana, na wakati mwili mmoja umeopolewa leo. Amesema askari wa kikosi cha zimamoto na uokoaji mkoa wa Shinyanga wanaendelea kushirikiana na wananchi katika shughuli za uokozi. Hadi sasa bado haijajulikana kwa usahihi idadi ya watu waliokuwa ndani ya mgodi huo wakati ajali inatokea. Kwa mujibu wa sheria na kanuni za uchimbaji wa madini nchini, kila mtu anayeingia ndani ya mgodi anapaswa kuandikishwa jina, na hijafahamika mara moja ni kwa nini imekuwa vigumu kujua idadi halisi ya walioingia mgodini siku ya ajali. Kutokana na hali hiyo, rasi Macha ameagiza uokozi waendelee hadi watakapojiridhisha hakuna aliyeachwa chini ya kifusi, ambapo mashine za kufukua udongo maarufu kama excavator zinaendelea kufukua maeneo yanayodhaniwa kuwa na watu. Endelea kufuatilia kuufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Mimi ni Timo Thurugoe.